Jina langu naitwa Ali Said Bakari, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na wenzaji mji Mkongwe. Leo tuna taarifa fupi juu ya watumiaji wa vyombo vya moto Zanzibar ambao wanakuwa wanatumia maegesho yanayopatikana ndani ya hifadhi ya mji mkongwe wa Zanzibar. Taarifa fupi ninaitoa ni kuhusiana kwa mamlaka mji mkongwe pamoja na kampuni ambayo inashughulika na suala la kukusanya mapato ya parking au maegesho katika eneo la mji mkongwe, pamoja na kampuni ya Mix by Us, tumeingia mkataba wa kuweza kukusanya mapato ya parking kwa njia ya kidijitali, kwa maana kutumia njia za simu za application ya Mix by Us. Kwa maana hiyo, tunaomba kuwajulisha wananchi wote kwamba utaratibu wa parking kwamba ukifika kwenye eneo la parking gari yako ita, itafanywa scanning kama kawaida na ikitoka itafanywa scanning kama kawaida, lakini hutotakiwa tena kwanza, sasa kulipa pesa cash kwa mtumishi wa kampuni ya maegesho ambao ni kampuni ya Osaju. Kwa hiyo mtu anatakiwa aingie kwenye application ya mixed bias, ama tutaweka mawakala ambao watakuwa kwenye vituo kwa mtu ambaye hana simu ya ambayo ina uwezo wa kuingiza data na baada ya hapo utaweza kuingiza nambari yako ya gari kwenye ile application. Ukiza namba ya gari ukibonyeza find, moja kwa moja itakupeleka kuweza kujua ulipaki wapi na lini na una deni la kiasi gani. Kwa hiyo malipo hayo unaweza ukafanya upote ukiwepo nyumbani, kama utafanya siku ile ile, utafanya siku ya pili yake, siku ya tatu, lakini mamlaka imeweka malipo haya yafanywe ndani ya siku saba na baada ya siku saba kutakuwa na faini ya asilimia ishirini na tano ya deni ambalo unadaiwa na ikifika siku thelathini ni kwamba madeni haya yatakuwa yatatakiwa kulipwa kwa faini ya mara mbili zaidi. Kwa maana kama utakuwa unadaiwa shilingi elfu moja baada ya siku saba utalipa elfu moja mia mbili na hamsini na baada ya mwezi mmoja utatakiwa ulipe shilingi elfu mbili. Malipo haya tunasisitiza kwamba hayafanywi kwa kupitia watumishi wanaosimamia maegesho, lakini yanafanywa kwa kupitia simu ya mkononi yako mwenyewe au ya mtu yeyote unayemwazima ya muhimu ni kuingiza namba ya gari na hapo hapo utajua jina lako na utalipa mwenyewe. Tumekuja kwa hatua hii kwa kuweza kusuluhisha matatizo mbalimbali ambayo yanatokezea. Moja ni malalamiko ya watu kwamba wana, uh, wana madeni makubwa wakati wanalipa, na hii inatokana na changamoto kwamba saa nyingine watumishi ambao si waaminifu anaweza akachukua pesa yako halafu asi, asiweze kuitoa kwenye system gari yako, na ukaona umelipa, lakini fedha hizo hazionekani kwenye mfumo. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo huu ni kwamba utakapolipa utapata meseji moja kwa moja kwenye simu yako kutoka Zantel na la lakini pia utapata meseji kutoka kampuni ya usaju kuonyesha kama malipo yako yamekamilika. Kwa hiyo tunasisitiza tena kwamba malipo kwa kutumia njia ya cash hayapo tena, lakini pia tunasisitiza watu wanapoingia parking gari zao ziwe scanned na uhakikishe ukitoka parking gari yako imekuwa scanned.